Mwandishi Luqman Maloto katika uchambuzi wake wa leo kwenye gazeti la Mwananchi ameanza hegemoni, kwa kueleza hegemony kuwa nadharia ya dola moja kuongoza nyingine kisiasa, kiuchumi na kijeshi. Taifa moja linakuwa kiranja wa mataifa mengine duniani. China, Urusi na Marekani ndio wanaopambana kujisimika ukuu wa hegemony. Kila mmoja anataka awe kiranja wa duniani, kiuchumi, kisiasa na kijeshi. Mipango ya dola moja kwa kiranja wa dunia haijaanza leo. Itakumbukwa karne ya nne kabla ya ujio wa kalenda, Ugiriki ya kale iliyotawaliwa na Alexander wa tatu wa Macedonia, kwa umaarufu zaidi alifahamika kama Alexander the Great. Alexander aliunda jeshi lake la kutangaza azma yake ya kutawala dunia akitokea Ugiriki, kwamba dunia nzima ingefuata amri zake. Viongozi wa dola nyingine wawe kama magavana, wenye kufuata maagizo yake. Nyakati hizo Alexander the Great alikuwa anajidanganya tu. Ulimwengu wa kijima wakati huo, ungeweza vipi kufikia dunia yote? Akiwa Ugiriki hakuwa akijua chochote kuhusu nguvu ya China na maeneo mengine. Hata hivyo, Alexander anabaki kuwa mfano hai wa ulimwengu na walimwengu. Ni kipimo cha akili kwa dunia na busara za watu wake, kwamba nyakati zote tamaa za kutawala dunia zimeendelea kuwepo. Taifa moja linakuwa na sera ya kutaka kutawala dunia. Wakuu wa mataifa mengine wawe wanafuata maagizo. Taifa moja linakuwa na mipango endelevu ya kutawanya mabavu yake ya kijeshi duniani ili kumiliki uchumi wa dunia. Unapokuwa na uchumi imara pamoja na uwezo mkubwa wa kijeshi, dunia utaelekeza upande wako. Na hapo ndipo kwenye vita kubwa ya China, Marekani na Urusi. Ukraine ipo taabani. Sababu ni Marekani na Urusi. Mataifa makubwa, yana teknolojia na yote yanamiliki nyuklia na nguvu kubwa za kijeshi, kila mmoja linataka dunia ielekee upande wake. Mataifa yote hayo yana uchokozi wa ajabu kwa dunia. Yanatengeneza mashushushu ambao wamesambaa ulimwenguni kote. Sababu za uwepo wa mashushushu hao ni maslahi ya nchi hizo. Marekani, China na Urusi wanafahamu kuwa ulimwengu wa sasa, huwezi kuitawala dunia kwa mtindo ado fitra. Dunia sasa inataka utawale kwa nguvu za ushawishi au mamlaka laini kama ambavyo tangu mwongo wa nane wa karne ya 19 baada ya anguko la dola za Papa, yaani Papa State, nguvu za kijeshi za Kanisa Katoliki zilizokoma rasmi. Kuanzia hapo, Kanisa Katoliki lilibaki kutegemea mamlaka laini na diplomasia. Hata hivyo, Uislamu, hizo sio zama za vita za jihadi na kueneza dini huku damu inavuja, bali ni nyakati za kujenga mtandao wa kufikisha neno na kulitafsiri wasi Waislamu walielewe na kulisirimu. Ni soft power. Ardhi inaharibiwa na Israel na Iran, maisha ya watu yanapotea kila siku, ni kwa sababu ya matamanio ya kumwaga damu yamekuwa makubwa kuliko diplomasia. Israel ilianzisha mashambulizi, Iran ikajibu, Marekani ikadai haihusiki. Hata hivyo, baadaye Wamarekani wakashambuliwa maeneo wa matatu yenye vinu vya nyuklia Iran. Halafu Iran ikaelekeza mashambulizi yake Doha, Qatar, palipo na kambi kuu ya kijeshi ya Al Udeid mwaka 1996 Marekani ilianzisha kambi ya Al Udeid na kuifanya kuwa kambi yake kuu mashariki ya Kati. Qatar wameripoti kuwa makombora 19 ya, ya, ya Iran yalielekezwa katika kambi hiyo Al Udeid. Mashambulizi hayo ya Iran kwenye kambi ya kijeshi ya Marekani yanatafsiri udhibiti wa kiapo cha kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, aliyesema hakuna atakayeshambulia Iran harafu asijibiwe. Kitendo cha Marekani kuishambulia Iran kwenye maeneo yake ya nyuklia Fordo na Natanz, Isfahan, wakati ilikuwa ikijipambanua kuwa yenyewe sio sehemu ya mgogoro wa kivita, haina tofauti na ilichofanya Japan Agasti 1945. Siku mbili za mauaji, utiaji ulemavu na mateso makubwa, Agasti 6 na 9 ya mwaka 1945 ni kumbukumbu mbaya ya Marekani kuelekea mwisho mwa vita ya pili ya dunia. Marekani haikuwa nchi iliyopigana moja kwa moja lakini ilirusha nyuklia kwenye mji wa Hiroshima na Nagasaki huko Japan. Kama hoja iliyojengwa na aliyekuwa rais wa Marekani Harry Truman kuwa mapigo mawili ya nyuklia, Hiroshima na Nagasaki, lengo lilikuwa kuilazimisha Japan kusitisha vita kuu ya pili ya dunia, ndivyo rais wa Marekani Donald Trump anavyojipiga kifua baada ya kuishambulia Iran. Trump sasa anasema pande zote mbili Iran na Israel zipo tayari kusitisha mapigano ya kivita. Anaamini kwamba mapigano yake ya Frdo, Nantes na Isfahan yalikuwa kuifanya Iran ikose chaguo zaidi ya kubali mwafaka wa kusitisha vita kama Truman, kama Trumpu. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2016, Trump alifanya kampeni ya kinadi kuwa Marekani ilifanya makosa makubwa kuvamia Iraq, Libya na Syria. Trump alisema dunia ingekuwa salama kama Saddam Hussein na Muammar Gaddafi wangekuwa hai, wangeongoza nchi za Iraq na Libya. Teddy Cruz alikuwa anawania tiketi ya kuwa mgombea wa rais Marekani kupitia Republican. Moja ya mambo ambayo alifanya mstari wa mbele kwenye kampeni zake ni kwamba nchi yake ilifanya makosa kwa kuwaamini Saddam na Gaddafi. Alisema Mashariki ya Kati ingekuwa salama zaidi kama Saddam Hussein na Gaddafi wangeendelea kuwepo. Kuuawa kwa watu hao wawili kumesababisha machafuko kuwa mabaya. Mashariki ya Kati imekuwa sehemu hatari zaidi kuishi. Alisema sio Mashariki ya Kati tu, dunia nzima ingekuwa salama kama Gadafi na Sadam wangekuwepo. Alisema Marekani ilifanya kosa kubwa kuivamia Siria ili kumng'oa Bashar al Assad. Aliulizwa haoni kwamba Sadam na Gadafi waliua watu wengi, hivyo walistahiri kuondolewa. Jibu la Trumpu lilishutumu nchi yake moja kwa moja kuwa inaua watu wengi, hivyo taifa hilo halina utakatifu. Kitendo cha Trump kuwa sehemu ya mgogoro wa Iran na Israel ni sawa na mtu mwenye kulamba matapishi yake pishi yake.